Ukishageuza uh -huh. Uh -huh. Ki, hivyo unafunga kiunoni hivi uh -huh. Yes. Ukishafunga kiunoni unakaza uh, una, una una, una, una ile mikanda kulingana na saizi ya kiuno chako. Kwa hiyo mikanda ile ni mrefu na kwamba mama, mama au baba ana, ana, ana, ana mwili mkubwa, inasaidia kwa hiyo kuweka saizi yake. Baada ya pale, unachukua katoto kako vizuri, unakaweka kifuani, sawa. Kwa hiyo wape uh, yes, yes. <laughs> unachukua katoto kako, unachukua katoto kako, unaweka kifuani mm-hmm. Sasa ukisha kaweka kifuani kamekaa vizuri kabisa unachukua sasa unanyanyua nani kibebeo chako unakafunika unaka katoto hmm, alafu hiyo mikanda unaipitisha begani Ehe. sasa hatua yes, kisha kaa begani vizuri hatua inayofuata tunaenda kufunga mikanda sasa sasa kwenye kufunga hiyo mikanda huku una, mgongoni unaipishanisha huu mkanda wa huku unaufungia huku. Kwa hiyo unavuta una unafungia una huku Tende? Nge yes, nge yes. Geuka geuka yes. uh-huh. Kwa hiyo unaopishanisha mm-hmm. vizuri kabisa. <laughs> Ukishafunga ukisha, ukisha unaukaza una, una, una, una na wenyewe kulingana na nasikia katoto kame kamekaa vizuri. Kwa hiyo inaipishanisha nyuma, afu unakaza hiyo mikanda, katoto kamekaa vizuri. Aya, tugeuke tena. Aya, sasa kakisha, ukishamaliza hapo, unaona kuna hiyo mikanda ambayo inabembea ina, ina, ina, ina, ina hapo. Kitu cha kazi ya kwanza tunayo kupa, ni unaanza kukunja mkanda, unakakunja hako kwa sababu kali kanavutika, una, kifika urefu fulani unakafunga una vizuri, ili mkamba asiendelee kuwa marefu lakini kama hiyo ni shida, kuna hutu utumikana tu, tu, tupo juu kwa hapa. Kwa hiyo unachukua tu mkanda na uchomeka tu pale, una, unakaa vizuri mm-hmm. Kwa hiyo unachukua mkanda unaweka pale, ushakunja vizuri, unaweka pale, unafunga vizuri Ehem. Kwa hiyo umeona mkanda hapa begani ni mkubwa ambao unakutosha kabisa, yani ujaza bega kabisa, ni wewe tu unakutosha, ina katoto kanakaa mle kana vizuri Usisahau katoto kawe kamevaa kofia na kamevaa socks. Na kitu na, kimoja cha mwisho, hizi zina pressure points. Hizi sita, kwa ajili ya kubeba uzito mpaka kilo kumi na tano, na ukiangalia okay, ndani hapa, ndani kuna hii kuna hii matio ambayo ni laini na hiyo blanket ya mtoto. Unaweza kuhisi kwamba kwa sababu ni chepesi labda unahitaji blanket ndani, hapana. Hii ni dayago na twin. Hii ni medical device. Ni kifaa tiba ambacho kimepitishwa na TMDA. Kwa hiyo, ya juu ni dayago na twin ambayo kazi yake kushika joto inaweka huko ndani. Kwa kutumia hiki kifaa ena blanket nyingine yoyote, kwa sababu material ya ndani ni kama hiyo kwa ajili ya skin ya mtoto asipate kauzo na material ya nje kazi yake ni kuleta <tiple> joto na kuhifadhi. Kwa hiyo ni kifaa tiba ambacho kimetoamu natie jei. Kwa hiyo uitaji weka blanketi au nini, siongeze apal senyetu kinatosha.